Kupangile, bora. Kupangile. Kupangile. Moses Wekaya anafanya kazi na wizara ya afya. Sisi ndio tumepewa mandate kuhakikisha kwamba tumetafuta damu ya kuokoa watu ambao wanahitaji damu. So today tunashukuru the CEO of Huduma Centre, the whole nation, pamoja na Bungoma Huduma Centre, ambao wameorganize siku ya leo kuhakikisha kwamba wamejitolea kutoa damu ili waokoe maisha na kuwapa matumaini ya wenzetu. So tunashukuru sana Huduma Centre kuhakikisha kwamba umejitokea kutoa damu na watu wetu wanaendelea kuishi. So as Bungoma County, tuko target yetu kwa mwezi ni 1300 units. a 1350 pints of blood that we need for a one month, so as we, the, the session continues, we urge all citizens wajitolee na kutoa damu. Kutoa damu kuna umuhimu wake, apart from to save life, pia ni una umuhimu wake kwa mwili wako, kwa yule ambaye anatoa damu. Wakati unatoa damu, unasaidia mwili, you are removing excessive nini, fat kwa mwili, tena una create the cells for new cells to be generated. So kutoa damu ni kitu cha maana sana. So why are we donating blood? We are donating donating blood blood because of patients who are in need of blood. These are cancerous patients, sickle cell patient, na malaria, especially Western Kenya. Watu wetu wanaathirika sana na malaria. Na watu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 tumepata kuna shida ambazo zimekumbana na watu wenye wako na shida ya upungufu wa damu mwilini na pia tuko hapa kulingana na timu yetu ya mwaka huu na hii kwota ambayo inaitwa kikimombo we got your back is just a theme that we are going to support the people and the nation at large so as as we have donated the blood we have just shown our public before this huduma center that they also can be able to donate the blood E, mimi mwenyewe nimechangisha mara moja e, kwa huu mwaka na natamani na, na, kuchanga mara mingi karibu hata mara tatu, kwa ajili ya shughuli ya kutoa, kutoa damu. Mimi mwenyewe binafsi si, kuna wakati sikukuwa na damu, na hiyo hospitali ya county referral lilinisaidia sana nikaweza kuongezewa damu na saa hizi naona nimerudi kazi nikiwa salama. Kwa hivyo na encourage staff wenzangu wote wakuje watoe damu kuongeza kwa wale wameshatoa, na furahia sana vile tunaendelea. Asanteni sana ha, tunaendelea hadi kesho, tuko hapa siku ya leo na siku ya kesho. Awa ni kutojua tu, lakini kutoa damu inasaidia sana. Kama kulikuwa na uchafu kwa damu inatoka na damu ingine freshi inaingia, kwa hivyo afya itakuwa mzuri. David Ayodi, mimi ni afisa Huduma Center Bungoma. Nimeweza kutoa damu siku ya leo ili niweze kusaidia wale ambao wanahitaji. Nimejihisi vizuri wakati nimetoa niweze kusaidia wale ambao ni wagonjwa kule hospitalini. Wewe mwenyewe umechangia mara ngapi? Umechangia kwa mara ya pili na nitazidi kuchangia ili niweze kuokoa maisha.